Shukurani ni nyingi sana kwetu wote na kwenu nyote kwa kuhudhuria, lakini naomba nimshukuru mshukuru Dr. Yose Mliambina kwa kucoordinate haya mafunzo. Tumekuwa tukifanya naye kazi kwa karibu sana mpaka tumeandaa MOU kuhakikisha kwamba muhimili huu unapata elimu hii kwanza, kama wafanyakazi, kwa sababu mkiwa kama wafanyakazi wa muhimili wa mahakama, nanyi mnahitaji kuwa salama sehemu ya kazi. Mafunzo yatakayotolewa yatasaidia kuwajengea uelewa mpana zaidi na namna ya kubaini vihatarishi na kuvidhibiti ili visilete madhara kwa wafanyakazi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo lingine ambao waheshimiwa majaji na watumishi wa mahakama kuu wanatakiwa kuendelea kulijadili ni sehemu ya matumizi ya akili mnemba katika masuala ya kazi. Mheshimiwa Mheshimiwa, eh, jaji kiongozi, kama unavyojua dunia ya leo, matumizi ya matumizi ya akili mnemba yameanza kutumika na maeneo hayo kwa namna moja nyingine yameleta changamoto nyingi sana. Kupitia mijadala mbalimbali mtakayofanya leo, ninaamini kabisa itasaidia sio tu kuwapa ufahamu, lakini kujua madhara na mazuri yake ambayo yanaweza yakatusaidia na kutujenga sisi kama jamii au kama, au kama taasisi ambayo inakwenda kutekeleza kazi zake na kilimnemba ikiwa ni sehemu ya kutusaidia. Hivyo kwa siku mbili hizi nimetaarifiwa kuwa tutakuwa na mijadala mipana kuangalia dhana na matumizi ya nemba katika maeneo ya kazi. Mtu anayekupatia elimu anakuwezesha kimaisha. Viongozi wetu wanatambua umuhimu wa kutupatia elimu, na kila mara na kila mara tunapoomba ruhusa tunakubaliwa mara moja. Hili ndio jambo tunalolihitaji kwa mahakama ya Tanzania. Lakini ni mshukuru pia Mheshimiwa Waziri. E, licha ya Mahakama Kuu cool division ya kazi kuongea na OSHA, Mheshimiwa Waziri pia alikuwa na uwezo wa kusema hapana. <coughs> Lakini inapokuja kwenye mahusiano ya mahakama na taasisi zake, kwa kweli, Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana. <coughs> ni, ni mshukuru kipekee Bi Hadija Mwenda <coughs> mtendaji mkuu wa OSHA. Juhudi anazozifanya kila siku katika kuimarisha mazingira salama ya kazi hapa nchini hazina shaka. E, mimi pamoja na yeye na kamishina wa kazi pamoja na CMA e, WCF na taasisi zingine tuna ushirikiano wa karibu sana. Mafunzo hayo yatawapa pia ujuzi wa kukabiliana na changamoto zinazotokana na maendeleo hayo ya teknolojia. Aidha, ni rai yangu pia kwenu kutumia nafasi ya mafunzo hayo ipasavyo, kubadilishana uzoefu, kujielimisha na kutoa maoni ya namna ya kuboresha utendaji wetu, lakini pia sheria na sera zinazosimamia matumizi ya kiliunde pamoja na usalama na afya kwa watumishi kwa ajili ya kulinda maslahi ya wafanyakazi. Napenda kushukuru tena uongozi wa OSHA kwa kutambua uhitaji wa mafunzo hayo kwa watumishi wa umma na kukubali kuwezesha kufanyika kwa mara ya pili hapa Dodoma. Ni matumaini yangu kuwa ushirikiano huu ya baina ya OSHA kama mdau wa mahakama utaendelezwa ili kuwapa watumishi wa umma wakiwemo wale wa, wa mahakama fursa ya kupata elimu na kubadilishana uzoefu kupitia mijadala mbalimbali itakayoongeza tija kazini. Aidha, nawashukuru wafanyakazi wa mahakama na taasisi nyingine za umma kwa kutenga muda wa kuja kushiriki mafunzo haya muhimu. Matarajio yangu ni kuwa baada ya mafunzo haya washiriki watarejea katika maeneo yao ya kazi wakiwa na maarifa mapya yatakayowasaidia kuongeza tija na kuboresha utoaji wa haki na huduma kwa wananchi.